kupeleka umeme kwenye vijiji uh, vyote Tanzania bara. Kwa hiyo e, tunapozungumza sasa hivi vijiji vyote 12318 vina umeme kwa asilimia 100. Na kazi ambayo imebaki sasa hivi kwa upande wa umeme ni kupeleka umeme kwenye vijiji uh, vitongoji e, na kwenda kujaziliza kwenye maeneo ambayo ni ya visiwani. Yana umeme kutokana na nishati ya nishati ya jua. Kuna baadhi ya visiwa vichache ambavyo vina umeme ambao tumesha submarine cable, lakini kule ambako kuna umeme wa, wa sola E, sio kaya zote zimefikiwa, kwa hiyo tunakwenda kujaziliza kwenye visiwa vyote. Sasa a Tanzania bara tuna jumla vitongoji 64,359 ambapo kati ya hivyo mpaka tunavyozungumza hapa ni vitongoji 7 na 27 sawa na asilimia 58 zimeshafikiwa na umeme. Tuna miradi ambayo inaendelea kutekelezwa ambapo e, vitongoji 4,482 vipo katika miradi ambayo inaendelea na vitongoji elfu tisa na tisa tumevitangaza, tuko katika hatua ya mwisho ya manunuzi. Tunatarajia ndani ya wiki mbili zijazo, tunaweza kusaini mikataba. Kwa hiyo vitatoka hizo elfu tisa vitabaki vitongoji elfu kumi na tatu e, na mia nane thelathini na kitu ambavyo vitakuwa havijafikiwa, e, na umeme na haviko kwenye miradi ambayo inaendelea, lakini hivyo tayari vipo kwenye mipango yetu, ambapo kulingana na upatikanaji wa fedha tumepanga ifikapo mwaka 2030 vitongoji vyote hivyo vimekuwa committed kwenye miradi ambayo inaendelea. Kwa hiyo mipango hiyo tunayo, na tuna uhakika ikifika mwaka 2030 tutakuwa na nafasi nzuri sana kuzungumza kwamba vitongoji vyote tumevimaliza, au viko katika asilimia tisini au tisini na ngapi ya kukamilika. Na kwa upande wa visiwani, kama nilivyosema, tumetangaza tenda na tayari tunawakandarasi ambao watapeleka umeme wa sola mifumo laki mbili na hii ni mifumo ambayo itakwenda kwenye kaya ambazo zinaishi visiwani, ambapo walikuwa na, wana, wana mifumo ambayo haitoshelezi au ukiangalia wingi wa kaya na idadi ya mifumo ambayo ipo kule haikidhi mahitaji ya wengi. Kwa tukasema kwa sababu kupeleka umeme wa wa, wa, wa, wa, wa grid kule ni expensive sana, tuwapelekee solar ambayo na yenyewe ina umeme huu wa kawaida kama huo wa grid, isipokuwa kwa matumizi ambayo sio makubwa sana. Kwa hiyo tunafunga mifumo elfu laki mbili ambayo tayari wakandarasi uh, wapo site na wameshafanya baadhi yao wamefanya ukaguzo vifaa ambavyo vinatoka uh, China na nchi nyingine